Wakati mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, Tundu Lissu akifikishwa mahakamani na kusomewa shitaka la uhaini, kumekuwa na hisia tofauti kuhusu kosa hilo, hasa ikizingatiwa kuwa kiongozi huyo amekamatwa akiwa kwenye mikutano ya no reforms no election, yaani hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi, inayofanywa na Chadema. Je, ukubwa wa makosa ya uhaini ni upi? Kesi hii itakuwa na matokeo gani kisiasa na kijamii? Watanzania gani waliwahi kuguswa na kesi kama hizi? Wanajeshi waliotaka kumpindua Nyerere. Lisu hata kuwa Mtanzania wa kwanza kushitakiwa kwa kesi ya uhaini nchini Tanzania. Januari 9 mwaka 1982, baadhi ya maofisa wa jeshi walishitakiwa kwa kupanga kuipindua serikali ya Tanzania na kumuua rais wake mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hilo lilikuwa jaribio la tatu kubwa baada ya lile la Januari mwaka 1964 linalojulikana kama maasi ya kijeshi ya mwaka 1964 na Oktoba 1969, kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi walioshiriki katika mipango hiyo ni Watanzania 19 wakiwemo wanajeshi 14 waliofikishwa mahakamani kujibu mashtaka hayo ni hati Magge, Kapteni Christopher Kadego, Luteni Eugene Maganga na Suleimani Kamando, Kapteni Vitalis Mapunda, Kapteni Roderick Robertise, Pasco Chaika, Luteni John Chitunguli, Luteni Mark Mkude, Captain Oswadi Mbogoro na Captain Zakaria Hanspop. Wengine waliofikishwa mahakamani ni Ruteni Badru Kajaje, Christopher Ngaiza, Luteni Gerevasi Royongeza, Luteni Otmal Haule, George Banyikwa, Zera Banyikwa, Luteni Nimrodi Faraji na Livinus Rugai Mukamu. Kesi hiyo iliunguruma kwa mwaka mzima wa 1985 na ilipofika Disemba 28, hukumu ilitolewa Disemba 26. Jaji kiongozi Nassoro Mzavas alianza kutoa maelezo ya hukumu ya kesi ya uhaini kwa kuchambua ushahidi wa pande zote za mashtaka na utetezi hadi alipotoa hukumu Jumamosi ya Disemba 28 mwaka 1985, baada ya kutumia saa tano Disemba 26 kuchambua ushahidi wa pande hizo. Disemba 27 aliendelea kusoma hukumu hiyo. Wakati mahakama ilipoendelea na kikao chake mapema, jaji kiongozi alikumbusha maoni yaliyotolewa na wazee wa baraza ambao waliona washtakiwa kadhaa wanahatia na baadhi yao hawanahatia. Jaji kiongozi alisema washtakiwa ambao mzee wa tatu wa baraza Ane Kirundu aliwaona wanahatia ni saba wa mwanzo na mshtakiwa wa nane Kapteni Zakaria Hanspopu na wa tisa Luteni Kajaja kwa kosa la kujua njama na kutotoa ripoti. Hata hivyo mshtakiwa wa 11 Luteni John Chitunguli, mshtakiwa wa kumi na tatu, Christopher Pastangaiza, wa kumi na tano, Luteni Otman Haule, wa 16, George Banyikwa, mshtakiwa wa 17, Zera na mshtakiwa wa 19, Livinus Maximilian Lugaimukamu walionekana na Ane Kirundu kuwa hawana hatia. Akitoa hukumu hiyo Jumamosi ya Disemba 28 mwaka elfu moja mia tisa na, themanini na tano, jaji kiongozi mzavaz alisema, nia ya washtakiwa hao wa njama za uhaini ilikuwa kurekebisha kile walichofikiria kuwa ni hali mbaya ya kiuchumi isiyo na matumaini inayosababishwa na uongozi duni wa serikali ya kijamaa. Lakini siwezi kufumbia macho ukweli kwamba ikiwa mapinduzi yangefanyika watu wengi wangepotea, alisema jaji kiongozi Nasoro Mzavazi aliwahukumu wa Tanzania tisa wakiwamo wa maofisa wanane wa wa jeshi na rubani wa ndege za ATC vifungo vya maisha gerezani baada ya kupatikana na hatia ya kupanga njama za kuipindua serikali miaka mitatu iliyokuwa imepita. Washtakiwa wengine sita pamoja na Christopher Ngaiza ambaye alikuwa mshauri wa zamani wa raisi Uiskambarage Nyerere waliachiwa huru. Waliohukumiwa kifungo cha maisha ni ruteni Yugini Maganga, kepteni Metusela Suleimani Kamando, kapteni Zakaria hans Popu na kapteni Vitalis Gabriel Mapunda. Wengine ni kapteni Detrich Oswadi Mbogoro, luteni Badru Ruechungura Kajaja, hatibu Gamvi au hatie na Kapteni Christopher Kadego. Hata hivyo, baada ya wengine wanne kuachiwa huru Agosti 1985 na, na kubaki 15 siku ya hukumu, wengine waliachiwa huru waki, wakati wenzao wakihukumiwa kifungo cha maisha gerezani. Kesi ya Maalim Seif na wenzake mwaka 1988 aliyekuwa katibu mkuu wa Chama cha Wananchi Kafu, na baadaye mwenyekiti wa ACT Wazalendo Maalimu Seifu Sharif Hamadi na wenzake saba walifukuzwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi baada ya kutofautiana kimsimamo na chama hicho, baada kabla ya siasa za ushindani kurejeshwa. Wengine waliofukuzwa pamoja na Maalimu Seifu ni Machar, Machano Hamis Ali, Ali Haji Pandu, Shabani Hamisi Mlo, Hatibu Hassan, Saudi Yusufu Mgeni, Suleiman Seifu Hamadi na Hamad Rashid Muhammad. Baadaye walishitakiwa la wali kwa kosa la uhaini, lakini waliachiwa. Baada ya kuachiwa, walianzisha vuguvugu la kamahuru na baadaye chama cha Zanzibar United Front iliyokuja kuungana na Civil Party ya marehemu James Mapalala na kisha kunda kafu. Uhaini ni nini? Kwa mujibu wa kanuni ya adhabu sehemu ya pili inayoeleza makosa makosa dhidi makosa, makosa ya utulivu wa umma inatafsiriwa uhaini. Kifungu cha 39 cha kwanza kidogo kinasema mtu yeyote ambaye akiwa na utii kwa Jamhuri ya Muungano a akiwa ndani ya Jamhuri ya Muungano au mahali pengine popote anamuua, anaamua, anamuua au kujaribu kumuua rais au akiwa ndani ya Jamhuri ya Muungano anaanzisha vita dhidi ya Jamhuri ya Muungano, basi atakuwa na hatia ya uhaini na atastahiri kuhukumiwa adhabu ya kifo baada ya kutiwa hatiani. Kifungu cha 39 kinasema mtu yeyote ambaye akiwa na utii kwa Jamhuri ya Muungano akiwa ndani ya Jamhuri ya Muungano au mahali pengine popote anaunda nia ya kutekeleza au kusababisha kutekelezwa, au anaunda nia ya kuchochea, kushawishi, kushauri au kuelekeza mtu au kundi la watu kutekeleza au kusababisha kutekelezwa kwa mojawapo ya vitendo, matendo au madhumuni ya kifo, kulemazwa au kujeruhiwa, kifungo au kuzuiwa, kuzuiliwa kwa raisi au kumwondoa rais kwa njia zisizo halali kutoka katika nafasi yake ya urais au kutoka katika heshima hadhi na jina la mkuu wa nchi na amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Jamhuri ya Muungano au kupindua kwa njia zisizo halali serikali ya Jamhuri ya Muungano au kutisha Bunge mahakama au serikali kuu ya Jamhuri ya Muungano, na anaonyesha nia hiyo kwa kuchapisha maandishi yoyote au kwa tendo lolote la wazi au kitendo chochote, atakuwa na hatia ya uhaini na atastahili kuhukumiwa adhabu ya kifo baada ya kutiwa hatiani. Hao ni baadhi ya watu ambao wamewahi kushtakiwa kwa kosa la uhaini hapa nchini Tanzania, licha ya Tundu Lissu ambaye kwa sasa anakabiliwa na shtaka hilo, lakini pia wapo baadhi ya wengine ambao hapo baadaye tutakuletea kupitia hapa hapa Nyikani online TV. Tafadhali hapa chini ipo nafasi ya wewe pia kutoa maoni yako. Langu jina ni Godon Kalulunga. Lissu alikamatwa Aprili 9 mwaka 2025 wilaya wilayani Mbinga mkoani Ruvuma, muda mfupi baada ya kukamilisha mkutano wake wa jioni. Awali polisi walikusanyika katika mkutano huo, na baada ya mkutano wa kumalizika, walifika na kutaka kumkamata. Baada ya majibizano na walinzi wake, polisi walianza kufyatua mabomu ya machozi ili kutawanya wananchi, na ndipo walipomchukua Lissu. Wakati viongozi wa Chadema wakiulizana huku na kule, ikajulikana kuwa Lissu amefikishwa jijini Dar es Salaam. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma Mako Chiria Aprili 10 mwaka 2025 ilisema Lisu alikamatwa Aprili 9 katika mtaa wa Soko Kuu wilaya ya Mbinga kufuatia tuhuma zilizokuwa zinapelelezwa na kufanya uchochezi wa kutofanyika uchaguzi mkuu wa 2025. Kamanda Chiria alisema mtumi wa huyo anahojiwa juu ya tuhuma hizo Dar es Salaam. Wakati polisi wakisema hivyo, mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu wa Chadema Gastoni Garubindi, aliyekuwepo kituo kikuu cha polisi cha Kanda maalum Dar es Salaam, alisema Lisu alituhumiwa kwa makosa ya uhaini na kusema uongo. Mashitaka ya Lisu, alipofikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam, Lisu alisomewa mashtaka na upande wa jamhuri kuwa ni ya uhaini kwamba mshtakiwa alitengeneza nia kwa umma ni kwa, kwa kutoa maneno yenye kuashiria uasi kwa mujibu wa hati ya mashtaka iliyotolewa na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, Aprili 10 mwaka 2025, ilidaiwa kuwa Aprili 3 mwaka 2025 Tundu Antipasilisu ndani ya jiji la Dar es Salaam na mkoa wa Dar es Salaam akiwa raia mwenye utii kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati akiwa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alinuia kuchochea umma kuzuia uchaguzi mkuu wa Tanzania kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano na, na, na alidhihirisha nia hiyo kwa kumtisha mtendaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutamka na kuchapisha maneno yaliyosema, walisema msimamo huu unaashiria uhasi. Ni kweli kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. Hiyo ndiyo namna ya kupata mabadiliko. Kwa hiyo tunaenda kukinukisha sana sana huu uchaguzi, tutaenda kuuvuruga kweli kweli, tunaenda kukinukisha vibaya sana. Mbali na tuhuma hiyo, Lissu pia anatuhumiwa kwa makosa mengine ya kiwamo ya kuchapisha taarifa za uongo kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka elfu mbili na ishirini na nne uliharibiwa kwa maelekezo ya rais. Taarifa hii iko YouTube. Polisi wanatumika kuiba kura wakiwa na vibegi, iko YouTube. Na majaji ni wa CCM hawawezi kutenda haki, ni wateule wa, wa rais, wanataka uteuzi wa majaji wa rufani, ipo YouTube. Pamoja na kumkamata Lissu huko Songea mkoani Ruvuma, Polisi walivamia ofisi ya Chadema na kuwataka viongozi waliokuwepo wakiwemo makamu mwenyekiti Chadema Bara John Heche kufika kituo cha polisi cha mkoa huo, huku pia wakiwatawanya watu waliokuwa wamekusanyika katika uwanja wa shule ya msingi Matalawe kwa ajili ya mkutano wa hadhara. Kukamatwa huko kwa Lissu kulikuja wakati akiwa ameshamaliza mkutano wa no reforms, no election katika mkoa wa Lindi na Mtwara, na ndiyo alikuwa ameingia mkoa ni Ruvuma. Mikutano hiyo ilianza mikoa ya nyanda za juu kusini, yaani Mbeya, Songwe, Rukwa na Katavi.